Washikadau katika sekta ya uhifadhi wa wanyamapori wanajaribu kuokoa twiga aina ya Somali ambaye wanasema yumo kwenye hatari ya kuangamia. Wanasema kwamba ingawaje idadi ya twiga hawa imekuwa ikiongezeka hivi majuzi, idadi hiyo bado iko chini ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Kulingana na takwimu za shirika la uhifadhi la NRT, idadi ya twiga hawa ilikuwa 94 mwaka 2014 na kwa sasa iko 119. Unaona, kwa hii highway giraffes a saa ingine wakicross wakienda waki kwa maybe kwa hiyo corridors yao mostly wanagongwa na wana wana magari na pia ina cause accident. Giraffes ilikuwa zime jirafs zimeenda ilikuwa zimebaki zime wachache sana, na tangu community wajitolee kuchunga wameanza kuongezeka ah, San Diego Uh, so Global Alliance hii mradi tumeweza kuanzisha uh, miaka kama tano sita zilizopita. Uh, kwa hivyo apart from ku conserve na ku protect hii wildlife, pia imechangia pia livelihoods at the grassroots level, mambo ya kuajiri jamii uh, kazi